Kwa vipi paka ushirikina unatumika kwenye kumwangamiza binadamu? Na wakati watu wanaamini kwamba binadamu hawezi kumwangamiza binadamu wenzake, bali ni Mungu ndo anaweza kufanya kitu. Ukisikia binadamu anasema binadamu hawezi kumwangamiza binadamu wenzake, mwangalia ana imani gani au lishawahi kumkuta tatizo, kwa sababu kuna mwingine anaamini hata Mungu hayupo. Unajua mimi naamini Mungu yupo. Kuna watu katika dunia hii wanaamini Mungu hayupo, kwa hiyo kila mtu inatakiwa umwache na fikra zake, ila sisi tunaojua tutazidi kujua. Na Taz Genius, moja yeah, kati ya watu ambao wako vizuri kwelikweli. Mimi kuja kuongea na wewe tu, kwanza nimepata faraja kwa sababu nimekuona kwenye eneo la kupokea mwili wa marehemu eh, Hawa. yeah. Kwanza nimepata faraja kuona hata watu ambao nyinyi ambao tunaona kwenye mitandao huko mnafanya kazi zenu, lakini yeah, mnathamini. Kwanza mahusiano yako na Hawa yako vipi? Ah, Hawa mimi ni kama familia, rafiki yangu ya, yani tuseme kama familia kwa sababu mwisho wa siku tulikuwa kama familia kwa sababu tushazoeana. Ni kama mdogo wangu, mi ananitakaka ni hivyo. Kutokana na tatizo ambalo lilimkuta ndipo mwanzo wa kujuana na yeye mm. Mm -hmm. na familia una, kuna baadhi ya maneno yalisikika huko kwamba inasadikika hivi vitu vilifanyika mambo meusi, kakake kijana alisema mambo meusi pengine. Wewe yeah, ni mtu ambaye unadili sana hivi vitu, ukisikia mtu anasema mambo meusi, pengine labda anamaanisha kitu gani? labda mao kimemtokea kime ndugu yake, anamaanisha ni uchawi au ni nguvu fulani za giza zipo katika maisha yaliyofanyika ya uhalisia mm? E. Kwa hiyo kuna uchawi umetumika ume kumwangamiza marehemu eh? Bane, hilo ni jibu, sio swali. Kwa nini upishi maneno uzunguke mbuyu wakati hapa mbuyu, kata tu pale pale mm, mambo yaende e wanaamini wanaamini ni gonjwa tu la kawaida, lakini upande mwingine tunasema ni eh, kuna ndugu zake upande mwingine ambao walikuwa na nguvu zaidi wakatumia eh, nguvu za giza kumwangamiza Hawa ah. Eh, pengine mtu tufanule vizuri, na kuwaje mtu anaweza kumwangamiza binadamu mwingine kwa njia ya kishirikina? Sasa masuala ya ndugu sitaki kuingilia, ila tu tambua nguvu za giza zimetumika e eh, eh, kwa sababu kuna haja ya kuficha katika dunia leo, kweli upo He, ila usiniingize kwenye ndugu kwa sababu mwisho wa siku, hmm, haya tunayoongea kila mtu ana tafsiri yake. Go ahead, go ahead. Umeelewa? Ehe. E, kwa hiyo, ina, yani nataka unielezee inakuwa vipi yani, paka ushirikina unatumika kwenye kumwangamiza binadamu na wakati watu wanaamini kwamba binadamu hawezi kumwangamiza binadamu wenzake bali ni Mungu ndo anaweza kufanya hicho kitu. Ukisikia binadamu anasema binadamu hawezi kumwangamiza binadamu wenzake, mwangalia ana imani gani, au ulishawahi kumkuta tatizo, kwa sababu kuna mwingine anaamini hata Mungu hayupo unajua? Mimi naamini Mungu yupo. Kuna watu katika dunia hii wanaamini Mungu hayupo, kwa hiyo kila mtu inatakiwa umwache na fikra zake, ila sisi tunaojua tutazidi kujua. Mm. Eh. Kwamba wao kujua wanaamini Mungu hayupo ndio wanaamini Mungu hayupo. Eh. Mimi kwa upande wangu naamini Mungu yupo, kwa sababu hii nyumba, mwenye nyumba akosekanagi. Sawa? Lakini wapo watu katika dunia hii wanaamini Mungu hayupo. Kwa hiyo hata hao no wanaongea, wanaosema hakuna binadamu anaweza kumwangamiza binadamu mwenzio, ndio ndio kama hao wasichoamini kilichopo hiki yeah. Okay. Uh, ambacho kinatokea sasa hivi uh -huh. Ni, ni, ni kweli kama umesema hapo kwamba ni kweli uchawi umetumika kwenye kumwangamiza marehemu na watu walikuwa wanatamani kujua zaidi. Marehemu ameugua kwa takribani miaka nane mpaka leo tunaambiwa amefariki, na hivi karibuni tutapata taarifa kwamba yeye ni mzima kabisa wa afya na Miju? hata simu zilipigwa akaongea vizuri mm. lakini ghafla minfu, tukaamba amefariki. mm. E, pengine tu, tuwekee tu, wazi kidogo hapa e, uchawi huu ambao unatumika unaweza kuzulika kwa namna gani, ikiwa wewe kama ni e, unazuulika kwa namna gani hii ambaye mtu ametagetiwa kwa ajili ya kifo alafu, uh, uchawi upo design nyingi. Yaani ukisema neno uchawi mm. ni neno yani tuseme ni kama Kifaransa au Kiingereza, yani lina maana zaidi hata ya tano au sita Yaani kwa kifupi uchawi upo. Na mtu akitaka kukuangamiza kuna staili nyingi. Kuna malazi. Kuna mtu anarogewa ukimwi. Kuna mtu anarogewa kansa. Kuna mtu anarogewa macho. Kuna mtu anarogwa miguu. Kuna mtu anarogwa uzazi. Kuna mtu anatupiwa majini anaishi ndani ya mwili wake mpaka anakufa. Kwa hiyo, yote ni uchawi. Sasa inategemea uchawi unatengenezwa kwa lengo gani na kwa staili gani. Uchawi upo bro, hmm. Na unatengenezwa. Na tukienda masuala ya uganga au uchawi ni somo lake ni refu sana tutomaliza ila uchawi amini upo okay. mm -hmm. ni watu ambao wanasifika kwa vitu ambao wanavifanya ni wewe mm -hmm. Taz Genius, watu wengi wanakupa sifa bwana Taz ni mtu fulani mm -hmm. lakini hivi karibuni tuliona kuna baadhi ya watu wanakushindanisha wana wewe na manyaunyau nikasema hivi vitu nabidi nikikutana taz nitamuuliza wewe binafsi kazi unaifanya na manyaunyau wanachokifanya unaona kabisa anakaribia uwezo wako au yee yeah, apewe mgonjwa mmoja mimi nipewe wagonjwa watano kwanza, naomba uelewe yule sio mganga, yule ni mtu wa mazingaombwe mpigaji. Sijui unanielewa. Mimi nimekwambiaje? Azitakiwi dunia leo. Apewe mgonjwa huyu. Mimi nipewe wagonjwa watano, serikali iweke pale uwanjani. Serikali iweke pale watano wa Taz Genius, huyu hapa. Yule hata dawa ya kumtia mtu usingizi ana. Alafu tusimpeleke mjini. Acha azidi kupotea, tuongee vitu vya msingi hata kwa kufumba na kufumbua, ye mwenyewe akinisikia tu kwenye midia anatetemeka, anajua namsumbua, namuumiza kichwa na akili. Kafika Ulaya yule lakini Marekani kote katembea. Ukitaka Ulaya, blaza, njoo ofisi ni kwangu, nina booking za kwenda nchi kibao na kataa. Mimi nasitoi hata mia yangu. Ningekuwa mtu wa kusafiri nisingekuwa Tanzania wala Kenya wala Uganda, ningekuwa kila siku natembea. Njo kilingeni kwangu, alafu utaniambia wale watu niwaache niende Ulaya? Hapo ndipo utapata jibu niko Pugu kwa rahisi, njoo vamia tu. Kuna watu wanakaa wiki, wiki mbili, wiki tatu, mwezi hawanioni na vyumba vya kulala kupo. Alafu mimi ndiye mganga mwenye hekalu la kuishi watu, sio pale kwenye maji, kwenye chula pale. Atakujua nani baba wewe, njoo hapa. Alafu yule tusimpeke mjini, mtoto mdogo kama anavyosema TID, mtoto mdogo, mdogo. Tuendelee na point sawa tu, tumalizie kwa, kwa hii uh, hawa leo tunampokea na kumpeleka nyumbani na kesho tunaenda kumzika makaburini mm, pale Kisutu. Uh, neno lako kwa wasanii ambao wanaigiza eh, waigizaji wana muziki wote ambao wanafanya tasnia za maigizo na hiki kifo ambacho kimetokea cha ha uh, mimi ni kiukweli nilikuwa napenda sana mimi, napenda sana umoja wasanii, walipoonyesha umoja wao kwa kiwango chao sawa, lakini nilikuwa napenda umoja uwepo, kupendana kuwepo, lakini pia wawe na vyama ambavyo vyenye nguvu vya kusaidiana kwa hali na mali sawa. Alafu sio kumsaidia mtu kwa sababu kaondoka, itiada inatakiwa uonyeshe mtu akiwa hai. Ni hivyo tu, lakini wote naona wako sawa, waendelee kudumisha nguvu ya umoja wao. Kwa mawasiliano mtu akitaka kufika labda kwa taz 0766645 ishirini na moja. Namba zangu zote zimesajiliwa kwa jina la Tazi na watu wanafungua akaunti nyingi wanawaibia watu kupitia mimi hmm. Ukiingia TikTok ukiingia mitandao mingi watu kuna akaunti nyingi sio zangu mi akaunti yangu ni hii. Ni moja tu ambayo namba zake za usajili ni Tazi Richard Nonya okay. Ni hivyo hivo tu wagonjwa wote okay. e, nikisema nimesema, ndio maana wivu mwingi. Asante sana wala